Amepigwa huyu mzee mnayemwona wote, ukimwangalia mkono wako utashangaa unavuja damu mpaka sasa hivi. Mempiga mdogo wako, memvunja mkono, umefaidika nini? Sasa hivi ameshakuwa mlemavu na yeye umri wake mkaribia miaka sabini. Leo hii hawezi hata kwenda shambani. Sasa msijitafutie mikosi kwa kuwaua ndugu zenu, wao kwa wao, wakauza wale wengine wakaenda. Angekuwa hataki, angekataa siku hiyo hiyo ya kugawana. Na walikaa siku kama huyu mzee mnayemwona hata ukimwangalia mkono wake utashangaa unavuja damu mpaka sasa hivi. Amepigwa na John sawa. Mtu na kaka yake, mwingine wa baba mkubwa, mwingine wa baba mdogo, walikaa wakajadili mambo yao yote, tukawaambia jamani, kadri mtakavyomaliza mtakavyokubaliana kuhusu hili eneo mtupe mrejesho. Kweli walikaa wakaleta mrejesho hapo Katani, wakakubaliana kwamba hili eneo ni la wanandugu, wanaligawana walikaa wakagawana kama wanavyosema eka sita ngapi na mzee John hapo alipo alikatiwa eka sita akachukua. Sasa wali, wengine wa mbali wa Mbeya sijui miatu wapi wameuza hapa maeneo, wengine kuna watu hapa wamenunua wamekaa hapa wamejenga, wengine wako pale wamekaa wamejenga, lakini ile fukuto la chini chini sasa lime, lime limeendelea tu ndani ya hawa, hawa ndugu walio majirani hapa walioachwa huku Nana Aha. Sasa mgogoro ukaanza kwa hivi huyu mama akasema kwamba kwa sababu wa, wa, wa, watoto wake we, ye amewagawa eneo hmm. Baba alikuwa tayari amenua eneo lake hmm. Ehe, sasa akawagawa watoto wake, maana baba mdogo alikuwa na watoto wangapi? wawili tu hmm. Ehe, wa kike na wa kiume ndio huyu hmm. unaona, akawagawa eneo lake hmm. Mama yetu huyu, huyu, huyu geni panda hmm. akagawa sasa baada ya kusikia hiyo, mama naye akasema kwa um, sasa kwa sawa nagawa watoto wake mbona mimi ni mbona na bado yuko kwenye eneo langu okay. Mama nimtoe, akakataa. Kwa nini asiondoke? mama naye akasema kwa ngoje, nimtoe na mimi nitagawanya watoto wangu. Sasa akakataa, zogo ndiko likaanza hapo. Unanifukuza humu mbona, eneo ni la kwangu. La kwako lini ulinunua? Ninunua, ulinunua na nani? akamtaja kamtaja mzee mmoja aliyefariki dunia miaka mingi mm. lakini bado mke wake ipindikile bado alikuwa hai, akasema mm. kwamba ni mashahidi huyu mke wake. Lakini sasa wakatumwa tu, waka huyu, huyu mdogo wangu walessamike wakaenda kwa huyo mke wa marehemu, wakamwambia waka waka hivi sasa mama huko mama kuna ugomvi <laughs> hilo eneo lako e, ulimuzea nani, nani? Mm. wakati uliotaka kuondoka mm. wapi lile la pambe mwana, mwana, watoto wangu sina eneo huko mimi, au mnamtatua na maneno tu, sina eneo huko. Hapo alipo an, an, an, an, an, anasikilizia maumivu makali sana, lakini ni lini atapona na kwa nini haya? Baada ya kumpiga ulipoenda kulilima lile eneo, ulipata ng'ombe wangapi? Ulipata hata ng'ombe mmoja? Ulipata ekari ngapi? Au ulivuna kiasi gani? ulivuna hata hata magunia mia mbili baada ya kunivunja mimi mkono. Wakati mwingine mnaweza mkatafuta mikosi ambayo nyie mnajitafuta bila bila kujua. Msijitafutie mikosi kwa kuwaua ndugu zenu.